Habari njema ikirushwa iki, iki tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe, Bukelebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi leo. Ni siku ya Jumatatu ya tarehe 17 mwezi wa 11 2025. 2 a 25 somo letu leo lina kichwa cha habari kinachosema kipimo pekee cha kweli cha tabia fungu letu ni kutoka kitabu cha Mathayo sura ya saba mstari wa tatu basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako? Tuombe. E, Mungu Baba yetu liye juu mbinguni, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai na nafasi ya kukutana tena katika kesha hili la asubuhi. Tunakuomba tufungulie mioyo, ili tupokee ujumbe wako kwa unyenyekevu na utii utakase mawazo yetu, utuondolee roho ya hukumu na ukosoaji, utujaze upendo, utujaze uvumilivu na utujaze unyenyekevu wa Kristo. Bwana, tunaikabidhi nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako. Tunaomba amani, tunaomba umoja, tunaomba uongozi wenye hekima na tunaomba ulinzi juu ya wananchi wote. Bariki viongozi wote na uongozi wa kanisa lako ili wafanye maamuzi yanayokupendeza wewe. Bwana, uwe nasi sasa tunapoanza ibada hii. Roho Mtakatifu atuongoze na kutufundisha. Tunafungua kesha hili kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kwa maana wewe uhukumuye unafanya yale yale. Hata sentensi hii haifiki ukubwa wa dhambi ya yule anayewaza kumkosoa au kumhukumu ndugu yake. Yesu alisema basi mbona wakitazama kibanzi kilicho ndani ya jicho la ndugu yako na boriti iliyo ndani ya jicho lako mwenyewe huangalii? Maneno yake yanamwelezea ya mtu ambaye ni mwepesi kuona makosa ya wenzake. Anapofikiri kwamba ameona kosa katika tabia ya mtu, anakuwa na shauku kubwa ya kulielezea, lakini Yesu anaweka wazi kuwa mwenendo huo wa tabia inayokuzwa katika kutenda hiki kisichofanana na kazi ya Kristo, ukilinganisha na kosa inalokosolewa ni kama boriti inapolinganishwa na kibanzi. Ni mtu kupungukiwa na roho ya ustahimilivu na upendo, ndio kunakomsababisha kufanya chembe ndogo ionekane kama kitu kikubwa cha kutisha. Wale ambao hawajawahi kupitia uzoefu wa kupondeka moyo na kujisalimisha kikamilifu kwa Kristo katika maisha yao awadhihirishi mvuto wa upole wa upendo wa Mwokozi. Wanawasilisha vibaya hali ya wema na upole ya injili na kuzijeruhi roho za thamani ambazo Kristo alizifia. Kristo ndiye kipimo pekee cha kweli cha tabia, na yeye anayejiweka mwenyewe kama kipimo cha tabia kwa wengine anajiweka katika nafasi ya Kristo, na tangu Baba ampe Mwana hukumu yote yeyote athubutuye kuhukumu matendo ya wengine, yeye pia anamnyang'anya Mwana wa Mungu haki yake ya pekee. Hawa wanaojifanya kuwa mahakimu na wakosoaji wanajiweka wenyewe katika upande wa mpinga Kristo, yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu akajionesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Dhambi inayosababisha matokeo yasiyo ya, ya furaha kabisa ni roho ya ukosoaji isiyo samehe na isiyo na upendo inayoainisha Ufarisayo. Pale uzoefu wa kidini usipokuwa na upendo, Yesu hayuko mahali hapo, mwangazo wa uwepo wake haupo hapo. Kunaweza kuwa na uangalifu wa hali ya juu kabisa wa utambuzi katika kugundua makosa ya wengine, lakini kwa kila anayeendekeza roho hii, Yesu anasema nafiki, wewe itoe kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe. Thoughts from the Mount of Blessings, 125, 126. Ni ahadi pale, utakapojihisi kuwa unaweza kujitoa mhanga hadhi yako na hata kuutoa uhai wako ili kumwokoa ndugu yako aliyekosa, unapaswa kutoa boriti katika jicho lako ili kwamba ujiandae kumsaidia ndugu yako ndipo utaweza kumsogelea na kugusa moyo wake. Roho ya kujali, roho ya upole na mwenendo wa kirafiki unaweza kumwokoa mkosoaji na kusitiri wingi wa dhambi. Ufunuo wa Kristo katika tabia yako utakuwa na nguvu ibadilishayo kwa wale wote utakaokutana au kuchangamana nao. Hebu Kristo afunuliwe kwa uwazi kila siku ndani yako na kupitia kwako, atafunua nguvu ya neno lake yenye upole na inayoshawishi mvuto wenye nguvu kuu ajabu wa kuunda upya roho nyingine katika uzuri wa Bwana Mungu wetu. Thoughts from the Mount of Blessing 128, 129. Tuombe. E, Baba yetu liye mbinguni, tunakushukuru kwa ujumbe mzito na wenye kugusa moyo tulio upokea leo. Tunakuomba utusaidie kuishi maisha yasiyo na hukumu, baadhi yenye upendo, huruma na uvumilivu Tusaidie na kuanza na kuulinda mioyo yetu kabla ya kuwatazama wengine. Bwana, tunaiweka siku hii mikononi mwako, tuongoze katika kazi zetu, masomo yetu, huduma na mipango ya kila mmoja. Bariki familia zetu, bariki kanisa lako na nchi yetu ya Tanzania. Tuvike silaha za Roho, utulinde na uongo, utulinde na fitina, utulinde na chuki, utulinde na roho ya ufarisayo. Tubariki na utupe amani ya Kristo izidishayo ufahamu wote. Tunafunga ibada hii tukiamini umetusikia. Kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba. Amina.